Lakini yule nyoka hana madhara na huwa anatoka, anaende zake msituni, anazunguka, anarudi tena, anaingia zake majini, na hana muda wa kutoka. Aidha saizi naweza kusema yumo, aidha saizi alitoka hajarudi, ila watu wanapambana naye, watu wengi hasa hao wanakuja kukatakata, kuiba kuni, wengine wanataka kukata mbao wakutana kwa wanatupa vitu vyao, msiowa ukishika fimbo au panga, nyoka huyu lazima uogope au unaweza ukakimbia. Maji haya haya maji ni mengi mno, haya maji hapo sioni kama tua hapa, yanatembea usiku na mchana kwenda kwenye matenki kwa siku, tunazalisha bilioni kumi na nne lita kwa siku moja, kwa siku moja haya maji. Alafu haya maji wananchi wa Kondoa kidogo wanayadharau, lakini haya maji yana faida sana kwa watu wa mikoani watuwatokame.